gezi wetu rasmi siku ya leo Ahmed Ally, mtaalamu wa habari, mwenyekiti wa tawili, na viongozi wote wanachama wa azimio magari mapya, waandishi wa habari, asalamu as aleikum. Bwana Yesu asifiwe. Nipekee sana kwanza niwakaribishe kwenye viwanja hivi kwenye ufunguzi wa tawi letu la Azimio Magari Mapya, karibuni sana. Sisi kama Azimio Magari Mapya, ni siku yetu kubwa ya furaha isiyo na mfano leo, imekusanisha watu wengi, wana Simba, wapenda Simba, tukitokea hapa kujiandaa na kwenda kuvuka kwenda nusu fainali. Mm. Na hili nataka niseme, sisi mikakati yetu kama azimia magari mapya tuko tayari na tumeendelea kupambana na tuhakikishie mgeni rasmi kwamba mwaka huu na safari hii tunavuka hey, azimio magari mapya ilivyochapuka. Lakini kipekee ni kushukuru wewe kwa kukubali mwaliko wetu kuja kwenye siku hii muhimu kuzindua tawi letu. Mimi kwa niaba ya tawi nikushukuru na nimpongeze kuwa kwenye viwanja hivi. Naongea machache kabla sijakukaribisha, sisi kama azimio magari mapya tuko tayari kadili, kwa ajili ya kupambana kuhakikisha kwamba wanachama watawili watakuwa wanachama wakiku, wa Sport Club katika majukwaa. Tuko tayari na mimi kama mlezi nasema tuko tayari, palipo na Simba kosa yetu ya Azimio Magari Mapya mtaiona wakati wote wakati wa lakini kikubwa leo tuzindue tawi letu. Baada ya uzinduzi wa tawi hili, mambo mengine mtaendelea kuyaona. Mgeni rasmi amejali, karibu sana wewe, leo ndio mwenye kila kitu cha kuzungumza kwa ajili ya klabu yetu. Lakini kupitia tawi hili leo, watanzania wote wako azimio magari mapya kutazama Simba inafanya nini kuelekea kuvuka kwenda nusu fainali. Ni kukaribishe sana wewe na timu yako yote mjisikie amani na furaha, lakini zile maokola ziendelee kupita haitebo kwa watu wote walioko hapa, ili waone azimio magari mapya. <coughs> mkiondoka hapa naondoka na elfu hamsini kutoka kwa kwa sababu ya ratiba mwisho, kwa sababu ya uda, sisi tuendelee kushukuru watu wote waliofika, ni nimena kuhakikisha kwamba kesho tunakwenda kuvuka mgeni. Basi kakisana uzungumze na adara hii, lakini mwisho kwa majina, anaitwa Kristo Tabarika Mwazasu. Mimi ni diwani wa kata Asagali, sehemu ya kwanza kujenga flyover Tanzania, Mfugale flyover. Mimi ndio diwani wa kata hiyo. Asanteni sana.